Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Katiba na Sheria na taasisi nyingine husika itaendelea kushirikiana na wadau wote katika jitihada za kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ushirikiano huu ni nguzo muhimu ya mafanikio yetu. Ninawasihi tuchangie mawazo na uzoefu ili tuweze kuibua masuala yaliyopo kwenye jamii yanayohitaji kufanyiwa kazi kwa pamoja kupitia taarifa za utekelezaji zinazowasilishwa katika vikao vya juu vya MTAKUWWA. Ndugu washiriki, kwa ujumla, jitihada za serikali kwa kushirikiana na wadau wote zimeendelea kuleta matokeo chanya katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Ushirikiano huu umeongeza uelewa wa jamii kuhusu haki za binadamu, kuimarisha mifumo ya utoaji haki na kujenga mazingira salama na yenye usawa wa kijinsia katika jamii. Hata hivyo, bado tunayo kazi ya kuimarisha zaidi utaratibu, uratibu, ubunifu na uwajibikaji katika utekelezaji wa mikakati ya pamoja ya kutokomeza ukatili. Ni wajibu wa kila mmoja wetu ikiwemo serikali, wadau na wananchi kwa ujumla kuhakikisha kuwa vitendo vya ukatili havina nafasi katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ninapenda kutoa rai kwa wadau kama ifuatavyo. Wadau wa maendeleo, tuendelee kutoa elimu mashuleni kwa watoto wetu kuhusu kujikinga dhidi ya vitendo vya ukatili na kutoa taarifa pale wanapohisi kutaka kufanyiwa ukatili au wanapofanyiwa ukatili ili hatua ziweze kuchukuliwa mapema na kwa upande wa wazazi na jamii tuendelee kufanya kazi kubwa ya kuwaelimisha kuhusu ulinzi wa haki za wanawake na watoto. Bado uelewa wa masuala ya kisheria unahitajika unahitajika tena kwa kina, hususan katika maeneo ya pembezoni.